DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Nam mtazamaji na yule ambaye ananisikiliza wakati huu, umekwisha timia saa kumi na mbili juu ya alama kwa saa za Afrika Mashariki, ni wakati mzuri wa kuisikiliza DW kwa niaba wote. Mimi ni Sudi Mnete. DW habari za ulimwengu kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani Donald Trump asema mkutano kati yake na Zelenski ulikuwa mzuri. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz atoa tahadhari kuhusu mabadiliko yanayoikumba dunia. Kivuko cha Rafa kinachounganisha ukanda wa Gaza na Misri kufunguliwa wiki ijayo. Habari kamili. Davos, rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi kwamba mazungumzo yake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaliyofanyika pembezoni mwa jukwaa la uchumi duniani mjini Davos yalikuwa mazuri, ingawa hakuna hatua mpya maana iliyofikiwa kuhusu kumaliza vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano huo, Trump amesisitiza kuwa juhudi za kusitisha vita vilivyoanza Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili bado ni mchakato unaoendelea. Katika hatua inayoonekana kama jaribio la kuendeleza diplomasia ya kimataifa, kiongozi huyo amebainisha kuwa mjumbe maalum um, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff anatarajiwa kukutana na rais wa urusi Vladimir Putin baadaye hii leo. Berlin. Kansela wa ujerumani Friedrich Mets ametumia hotuba yake katika jukwaa la uchumi duniani mjini Davos kutoa tahadhari kwa viongozi wa Ulaya kuhusu mabadiliko makubwa yanayoikumba dunia. Mets amesema utaratibu wa kimataifa uliodumu kwa miongo kadhaa sasa unaporomoka kwa kasi ya kutisha na kwamba mataifa ya Ulaya hayana budi kuchukua hatua za haraka ili kukabiliana na mazingira mapya ya kisiasa na kiusalama. Tumeingia katika enzi ya siasa za nguvu kubwa. Utaratibu wa kimataifa wa miongo mitatu iliyopita uliotegemea sheria za kimataifa haujawahi kuwa kamilifu. Leo, misingi yake yenyewe imetikisika. Mets ameyasema hayo saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kubadili msimamo wake kuhusu Greenland akiondoa vitisho vya kutumia nguvu kuipata na kuahidi kutoweka ushuru mpya kwa baadhi ya nchi za jumuiya ya kujihamia NATO ikiwemo Ujerumani. Tehran. Mvutano kati ya Iran na Marekani unaendelea kupamba moto baada ya kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kutoa onyo kali kwa Washington kufuatia wimbi la maandamano makubwa nchini Iran. Kamanda huyo Muhamed Pakpur amesema kuwa jeshi lake limeweka kidole kwenye kitufe cha kufyatua risasi, kauli inayodhihirisha kiwango cha tahadhari ambacho Iran inadai kujihami nacho, wakati huo sintofahamu ya kisiasa. Kauli hiyo ameitoa wakati Rais Donald Trump akionyesha ishara za uwezekano wa mazungumzo, akisema kuwa Iran inaonekana kuwa tayari kufanya mazungumzo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Gaza. Uongozi wa mamlaka ya Palestina unaoungwa mkono na Marekani umetangaza hatua muhimu katika juhudi za kurejesha utulivu katika ukanda wa Gaza, ukisema kuwa mpaka wa Rafa unaounganisha Gaza na Misri utafunguliwa tena wiki ijayo. Kivuko hicho kilikuwa kimefungwa kwa muda mrefu kutokana na vita kati ya Israeli na Hamas, hali ambayo ilizuia kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa misaada ya kibinadamu. Tangazo hilo limetolewa leo na Ali Shaf kupitia ujumbe wa video wakati wa mkutano wa kimataifa unaoendelea mjini Davos. Na hatimaye, Port Sudan, shirika la Save the Children limeonya kuhusu athari kubwa za vita vinavyoendelea nchini Sudan, likisema karibu miaka mitatu ya mapigano imeathiri vibaya mfumo wa elimu na kuacha zaidi ya watoto milioni nane bila masomo. Kwa mujibu wa shirika hilo, watoto hao ambao ni karibu nusu ya watoto milioni kumi na saba wa umri wa kwenda shule nchini Sudan hawajawahi kuyakanyaga da, kuingia darasani kwa takriban siku 484 hali inayotajwa kuwa moja ya migogoro mikubwa zaidi ya elimu duniani kwa sasa. Save the Children imeeleza kwamba shule nyingi kote nchini Sudan zimefungwa kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo wa RSF. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. DW Dunia yetu leo jioni. Na, msikilizaji, kama ulivyokwisha sikia taarifa ya habari iliyosomwa na Babu Abdalla. Swala la Greenland bado linafukuta wakati huu ambapo Rais Donald Trump amesema maelezo juu ya mfumo wa makubaliano ya Marekani kuhusu kisiwa hicho bado unajadiliwa. Bodi ya amani kwa Gaza imezinduliwa huko mjini Davos. Na Baraza la Wazee nchini Tanzania limetaka serikali nchini humo kutangaza idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Moja kwa moja. Rais Donald Trump amesema maelezo juu ya mfumo wa makubaliano ya Marekani kuhusu Greenland bado unajadiliwa huku chanzo kingine kikisema Washington na Denmark huenda zikaujadili upya mkataba ulinzi wa ulinzi kuhusu kisiwa hicho wa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na moja. Hayo yanatokea wakati viongozi wa Greenland na Denmark wamesitiza kwamba jaribio lolote la kukitoa kisiwa hicho halitokubalika. Silvi Mohozi na taarifa ya kina kuhusu habari hiyo. Rais Trump amesema mfumo huo wa makubaliano kwa hivi sasa unajadiliwa kwa undani, lakini cha muhimu ni kwamba kuna ufikiaji kamili na hakutokuwa na ukomo wa muda. Trump ameyasema hayo katika mahojiano na kituo cha utangazaji cha Fox Business mjini Davos, Uswisi, anakohudhuria kongamano la kimataifa la uchumi. Matamshi hayo ameyatoa siku moja baada ya mazungumzo yake na katibu mkuu wa Jumuiya ya Kujihami NATO, Mark Rutte huko mjini Davos ambako aliondoa kitisho cha kuziwekea ushuru wa asilimia kumi bidhaa zinazotoka baadhi ya mataifa ya Ulaya na kutangaza kwamba kuna mfumo wa makubaliano ya mustakabali wa Greenland na kanda nzima ya Arctic. Kulingana na chanzo kimoja kilicho na ufahamu na mazungumzo hayo kimesema kwamba Marekani na Denmark zitajadiliana upya kuhusu mkataba wa ulinzi wa mwaka 1951 juu ya Greenland. Chanzo hicho kilisema kwamba washirika wa Ulaya pia wataimarisha usalama katika kanda ya Arctic, lakini kimesisitiza kwamba suala la kuweka kambi za Marekani ndani ya Greenland chini ya mamlaka ya Marekani halijajadiliwa. Mkataba huo wa ulinzi uliorekebishwa mwaka elfu mbili na nne tayari unaipa Marekani uhuru wa kuongeza idadi ya wanajeshi wake mradi tu iwajulishe viongozi wa Denmark na Greenland mapema. Kwa hivi sasa Marekani ina kambi moja nchini Greenland, ambayo ni kituo cha anga cha Pitufiki kilichoko kaskazini magharibi mwa kisiwa hicho, ambacho ni kiungo muhimu katika mfumo wa Marekani wa ulinzi dhidi ya makombora. Katika hatua nyingine, kamanda mkuu wa jeshi la NATO Alexus Grinkevich alisema kwamba muungano huo uko tayari iwapo utaombwa kufanya mipango ya operesheni ya kuilinda eneo la Arctic, akigusia pia kitisho cha China na Urusi. Uh, nadhani mojawapo ya mabadiliko yanayotia wasiwasi zaidi katika hali ya usalama ni kuongezeka kwa ushirikiano kati ya Urusi na China katika eneo la Arctic, na tumeliona hilo katika miaka ya hivi karibuni, limekuwa likijitokeza katika bahari kupitia doria zao za pamoja na pia katika anga. Kila wakati washindani wetu au wale tunaoweza kukabiliana nao siku moja wanapoongeza ushirikiano wao wa kijeshi namna hii, ni jambo tunalopaswa kuliangalia kwa umakini. Wakati huo, viongozi wa Greenland na Denmark wameendelea kutoa matamshi ya kukataa azma ya Trump ya kukitoa kisiwa hicho. Naibu Waziri Mkuu wa Greenland Mute Egede ameeleza hivi leo kwamba jaribio lolote la kukabidhi sehemu ya ardhi yao litakuwa halikubaliki kufuatia tangazo la Trump kwamba tayari kuna mfumo wa makubaliano kuhusu mustakabali wa kisiwa hicho pamoja na katibu mkuu wa NATO. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen pia amesisitiza kwamba nchi yake haiwezi kujadili juu ya mamlaka ya kisiwa hicho baada ya mazungumzo yake na mkuu wa NATO kuhusu usalama wa Arctic. Ni taarifa ya Sylvia Mwehozi. Lakini Trump uh, tena amezindua hii leo Bodi ya Amani katika hafla ya kutia saini hati ya kuanzishwa kwake huko mjini Davos. Bodi hiyo itaratibu juhudi za usitishaji wa vita vya Israel katika ukanda wa Gaza, lakini pia ujenzi mpya wa eneo hilo la Kipalestina. Kwenye uzinduzi huo Trump amesifu uanzishaji wa chombo hicho na kusema sio sio cha watu wa Marekani tu, bali ni cha ulimwengu mzima. Lilian Mtono na taarifa kamili. Wengi wana wasiwasi kwamba ni chombo kinachokuja kutoa upinzani kwa Umoja wa Mataifa ambao umekuwa na jukumu la suala zima la amani ulimwengu. Kulingana na Trump kwenye uzinduzi huo, kila mmoja anatamani kuwa sehemu ya bodi hiyo, licha ya kwamba washirika wengi wa Marekani wamechagua kutojiunga Historic... kama sehemu ya kumbukumbu kumbu ya kihistoria ya mipango mikubwa ya amani leo tunatangaza maelezo zaidi kuhusu bodi ya amani. Bodi hii inaweza kuwa mmoja ya vyombo muhimu zaidi kuwahi kuundwa, na ni heshima kubwa kwangu kuwa mwenyekiti wake. Tulipata wazo, kisha tukaanzisha, na wakaniomba niwe mwenyekiti. Niliona heshima sana waliponiomba nifanye hivyo. Kuna watu wengi na vijana wazuri sana wanaoiongoza inaendeshwa vizuri, tayari imeanza, na kila nchi, karibu kila nchi inataka kuwa sehemu ya bodi. Kundi la viongozi na maafisa waandamizi kutoka mataifa kumi na tisa ikiwa ni pamoja na washirika wake kutoka Argentina na Hungary waliungana na Trump mapema leo katika shughuli ya kurekodi majina yao kwenye hati ya kuanzishwa kwa bodi hiyo ambayo wamesema imejaa viongozi mchanganyiko mashuhuri sana na wa kawaida. Hati ya bodi hiyo, ambayo lengo la awali lilikuwa ni kuratibu mpango wa amani wa Gaza baada ya vita kati ya Hamas na Israel, hata hivyo, inaonyesha kuwa na majukumu mapana zaidi ya kusuluhisha mizozo ya kimataifa na kuibua wasiwasi kwamba Trump anataka kupambana na Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, Trump mwenyewe alisema bodi hiyo itafanya kazi kwa kushirikiana na umoja huo. Na suala jingine ambalo linaonekana kuzoa utata ni hatua ya Trump kumwalika rais wa Urusi Vladimir Putin aliyevamia Ukraine miaka minne iliyopita, na tayari amesema Putin amekubali kujiunga. Ili kuwa mwanachama wa kudumu unatakiwa kulipa mchango wa dola bilioni moja. Hili nalo limeibua ukosoaji mkubwa kwamba bodi hiyo huenda ikaja kuwa chombo cha nchi wanachama kulipia ili nazo zinufaike. Uingereza na Ufaransa, washirika wakubwa wa, wa, wa Marekani, ni miongoni mwa waliojitenga na bodi hiyo, wameeleza mashaka yao, na Uingereza ilisema haitashiriki hata hiyo hafla ya uzinduzi. Washirika wakubwa wa Trump, waziri mkuu wa Hungary Victor Orban na rais wa Argentina Havier Milei walikuwa sambamba na Rais Trump kwenye shughuli ya kusaini. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, anayesakwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kutokana na vita vyake huko Gaza, pia amekubali kujiunga na bodi hiyo, ingawa hakuwa kwenye hafla ya kutia saini. Kwa ujumla, nchi thelathini zimethibitisha kujiunga kati ya hamsini zilizoalikwa, imesema ikulu ya White House. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kwenye hafla hiyo kwamba lengo la kwanza la bodi hiyo ni kuhakikisha kwamba makubaliano ya amani katika ukanda wa Gaza yanakuwa ya kudumu. Trump hata hivyo amesema Hamas wanapaswa kusalimisha silaha kama ilivyo kwenye makubaliano ya amani, vinginevyo utakuwa ndio mwisho wa kundi hilo. DW, tunavuma kwa kishindo. Baraza la wazee nchini Tanzania lililokutana chini ya mwamvuli wa taasisi ya Mwalimu Nyerere limetaka serikali nchini humo kutangaza idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 na uliogubikwa na hali ya sintofahamu kutokana na maandamano yaliyoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini humo. Lakini hata hivyo, wazee hao wamesema itakuwa muhimu hatua hiyo ikatekelezwa baada ya tume ya uchunguzi wa matukio ya uchunguzi wa matukio hayo kumaliza kuwasilisha ripoti yake. George Njogopa na taarifa zaidi. Jopo hilo la wazee lilokutana chini ya uongozi wa mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere, Joseph Butiko, limeazimia pia kando ya kutaja, kutaja idadi ya wa watu waliopoteza maisha, mamlaka pia zinapaswa kutaja idadi ya mali zilizoharibiwa wakati wa vurugu hizo. Ama jopo hilo la wazee limesema taifa liko katika hali ya sintofahamu kutokana na kuendelea kushuhudia matukio watu kutekwa na kuuawa, na kwamba aliyo imezidishwa wasiwasi kwa wananchi. Akisoma maazimio hayo kwa niaba ya Butiko, mratibu wa programu wa taasisi Mwalimu Nyerere, Dr. Masuto Chirangi sema ulipaji wa fidia kuathirika kwa matokeo ya uchaguzi ni sura lingine linalopasa kutekelezwa. Tunapendekeza wananchi kuwa na subira wakati tume ya uchunguzi inaendelea kutekeleza adili zao za rejea. Baada ya kupata taarifa kamili, serikali yaweza kuandaa kama utamaduni wetu wa Kitanzania na Kiafrika, kuandaa pole au ubani kwa waliofiwa na kutoa misaada ya kiafya na kisaikolojia kwa wahusika wote. Hatua stahiki zichukuliwe kwa wale watakaobaidika kuvunja sheria kupitia vyombo vya kutoa haki. Msimamo wa wazee hao unakuja katika wakati ambako tume ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea katika uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa ikianza kuingia hatua za mwisho mwisho wa kukusanya maoni baada ya kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mapema wiki, tume hiyo inaundwa na wajumbe nane ilikuwa jijini Dar es Salaam kukutana na wafrika matokeo ya uchaguzi jiji ambalo pia linatajwa kukumbwa, kukumbwa na uharibifu mkubwa. Akitoa ushuhuda wake mbele ya waandishi wa habari, Butiko alisema yeye binafsi alikuwa miongoni mwa wale waliolengwa kukumbwa na matukio ya kushambuliwa na makundi ya watu na kwamba usalama wake ulikuwa ni kwenda kujificha sehemu salama. Watu wa usalama, mnataka kunipeleka wapi? na mimi na, nashuhudia na, kidogo mnataka kunipeleka wapi? akwenda kuficha na nani, na wengine wakina nani VIP? Ni wakina nani mkoa wa Mara nikakataa waende, kunificha labda au wanaonificha nao ndio wananimaliza huko, siendi. Nikamwambia jamani, mimi baadaye nitatii nita, mlichosema lakini e, ntajificha mwenyewe, kwa hiyo nishuhudie na mimi. Nilijificha peke yangu, lakini sikumwambia sikumwambia mtu nakwenda, hata mke wangu, ah, mke wangu nilikwenda naye. Ama wazee hao walikutana leo ambao pia wamejumuisha viongozi wa dini wamehimiza kurejeshwa upya mchakato wa uandikaji katiba mpya, huku wakitaka makundi yote kushirikishwa. Kutoka Dar es Salaam ni Jooji Njogopa wa DW. Na msikilizaji na yule ambaye anatutazama tu, bado tu katika eneo la Afrika Mashariki, hali ya afya ya kiongozi wa upinzani nchini Uganda inazidi kutia hofu na mashaka miongoni mwa wafuasi wake na kwa upande wa wapinzani, hasa katika kipindi hiki cha taharuki za kisiasa. Katika habari zingine, mkuu wa majeshi ya Uganda amefuta ujumbe wake tete ulioibua ghadhabu kwa umma ndani na nje ya nchi. Lubega Emmanuel ametutumia taarifa ifuatayo. Baada ya mamlaka ya magereza kuifahamisha mahakama kuu kuwa Dkt Kiza Besije hangeweza kufika mahakamani kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili, mawakili na wafuasi wake sasa wamethibitisha kwamba kiongozi wao yumo katika hali mbaya ya afya. Mamlaka ya magereza iliomba kwamba badala ya kumleta Besije mahakamani angehudhuria kikao kupitia mtandaoni, jambo hilo lilipingwa vikali na mawakili wake na walewa washitakiwa wenzake wakisema kuwa hata walipotaka kushauriana naye nice siku chache zilizopita kabla ya kuanza kesi yake walizuiliwa na magereza. Ombi lao kwa mahakama la kutaka kiongozi huyo aweze kutibiwa na daktari wake binafsi lilikataliwa na mahakama, hali ambayo imezidisha ghadhabu kwa umma. Kiongozi wa mawakili Elias Lukwago ameambia hivi DW: kwa bahati mbaya jaji amechukulia suala hilo kimzaha ili hali hata magereza wamethibitisha kuwa mfungwa ambaye ni mteja wetu hawezi kuwasilishwa mahakamani. Mke wa Dr Besigye, mhandisi Winnie Byanyima, naye amethibitisha kuwa katika kipindi cha wiki moja sasa amezuiliwa kuonana na mmewe gerezani, akihoji kwa nini utawala unaendelea kumtesa hata kimawazo. Dr Besigye ni mateka, yeye si kama wafungwa wengine, ameendelea kushikiliwa na bwana Museveni na mwanawe. Katika habari zingine, kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine, amelifahamisha shirika la habari la AFP asimu, kwa njia ya simu kwamba angali mafichoni na sasa anabadilisha maskani kila wakati, hasa baada ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhozi Kainurugaba kutoa ujumbe ambao unathibitisha kuwa wanamwandama wa mkamate kwa makosa ambayo hadi sasa hawaelezei ni yapi. Bobi Wine amesisitiza kuwa yeye si mhalifu, lakini anahitaji kutathmini hali kama ni salama kwake yeye kujitokeza. Viongozi kadhaa wa chama chake wakiwemo akina mama wawili ambao ni makamu wake wa rais wa kanda za kaskazini Dr Lina Zedriga na yule wa magharibi Jacqueline Joli Tukamshaba walitekwa na watu wasiojulikana takriban wiki moja iliyopita na wajulikani waliko. Polisi imethibitisha kumkamata makamu wa chama hicho wa kanda ya kati Mwanga Chivumbi baada ya rais Museveni kumtaja kuwa aliongoza kundi la vijana waliojihami kwa mapanga kuvamia vituo vya kura wakati wa kutangaza matokeo ambapo saba kati yao waliuawa. Hadi sasa watu mia tano wengi wao wakiwa maajenti wa chama cha NUP wamefikishwa katika mahakama mbalimbali na kufunguliwa mashtaka ya kusababisha vurugu katika uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Katika habari zingine, mkuu wa majeshi jenerali Mhozi Kainerugaba, mtoto wa rais Museveni, amefuta ujumbe aliokuwa amesambaza kwenye ukurasa wake wa X akitoa vitisho kwamba atamua Bobi Wine. Lubege Manuel, DW Kampala na ripoti yetu ya mwisho inasema kujiondoa rasmi kwa Marekani kutoka kwenye shirika la afya duniani WHO kumeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wataalam wa afya wa jumuiya ya kimataifa. Hatua hiyo imetangazwa licha ya tahadhari kwamba itadhoofisha hata uwezo wa Marekani yenyewe kukabiliana na majanga ya kiafya pamoja na kuathiri juhudi za kimataifa za kudhibiti milipuko ya magonjwa. Nimezungumza na Dkt. Elisha Osati, e, mwenyekiti mstaafu wa chama cha madaktari Tanzania juu ya matokeo ya hatua hiyo. sablecho kazi yake kubwa sana ni kuweza kuangalia mienendo ya magonjwa mbalimbali mbali katika dunia. Magonjwa haya amba, ambayo yapo kila siku, magonjwa kama ukimwi, TB, malaria, lakini pia na magonjwa ya milipuko au magonjwa mepa ambayo yanaibuka kama ilivyokuwa mpox, ugonjwa kama Ebola, corona. Ni, ni magonjwa ambayo WHO wanafanya kazi kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya wanafanya ufuatiliaji na kuweza kuzuia kusambaa kwa ugonjwa. Kwa hiyo maanayake kwa kitendo hiki cha Marekani kuweza kujiondoa, na ukizingatia Marekani ilikuwa ni mchangaji mkubwa namba moja kuliko wengine wote kwenye WHO, karibu asilimia kumi na nane, maana yake inaenda kuathiri ufuatiliaji wa magonjwa mbalimbali haya ambayo tunayazungumza, lakini pia kuweza ku- wanashiriki pia katika katika kuchangia kwenye chanjo mbalimbali za magonjwa ambayo, ambayo yanazuilika kutumia chanjo especially kwa watoto wadogo na wamama wenye umri wa uh, ku, ku, kuzaa. Kwa hali ilivyo sasa, ulimwengu utakuwa na nafasi gani kujinusuru na hayo ambayo yameendelea kuwepo yameendelea kutajwa na yameendelea kutokea? E, nadhani ni sasa dunia kuweza ku, ku, ku, kujiangalia kukaa pamoja. Kwa sababu inaonekana sasa Marekani wao wamejitenga kwa vitu vingi na dunia wameamua kukaa akivyao kao. Nadhani ni nafasi kubwa sana, kwa mfano nchi zetu za Kiafrika, hata hata mashirika kama WHO kuweza kugeuza macho yao sasa kuelekea ma kwenye mashirika, lakini pamoja na nchi kubwa kubwa, kwa mfano kama China ambayo tayari imeshaonyesha juhudi za kuweza ku, kujiunga na na kuweza kuzuia ile gap ambayo Marekani wanaiacha. Kwa mfano mwaka jana, China walichangia karibu dola milioni mia tano katika shirika la la afya duniani na Marekani walikataa kuchangia tangu mwaka jana. Kwao nadhani ni, ni kuweza ku, kuangalia watu ambao wanataka wana kusapoti kama upande wa China, lakini pia na nchi kama Japan na mashirika yao, lakini pia kuweza ku, ku, kuangalia ndani sasa, nchi zetu hizi kuweza sasa ku kuwa na, na nidhamu ya matumizi ya fedha, kuhakikisha kwamba fedha ambao ea pia ndani zinatumika katika kufuatilia magonjwa, lakini pia kusaidia katika mambo mengine kama chanjo. Kwao nazima tuzuie matumizi yasiyo lazima kwenye maeneo especially kwenye afya, athari za moja kwa moja zitaonekana katika maeneo gani? Kwa mfano Tanzania kwa wakati huu iko miradi mingi ambayo WHO inashiriki kusaidia, ile inayoonekana uh, athari zitaonekana. WHO inashiriki sana katika kutoa elimu kutoka kutoa elimu ya afya uh, kwenye jamii, lakini pia kusupport sana wizara zetu za afya katika kufanya ufuatiliaji wa magonjwa mbalimbali. Tusipokuwa makini, maanake uwezo wa nchi zetu kufuatilia magonjwa ya milipuko inaweza kawa ni mdogo. Nakumbuka kwa mfano mwaka jana, mwaka juzi, kunatokea mlipuko wa ugonjwa Marburg, kule kule Kagera nchini Tanzania, na WHO walishiriki kwa kiasi kikubwa sana kuonesha kwamba ugonjwa unazuilika, una, una kwao maana yake, hata inaweza kuonekana kone, haya katika ufuatiliaji wa magonjwa lakini katika kutoa elimu kwa ajili ya kuzuia haya magonjwa kumbia, ya milipuko, lakini pamoja na magonjwa haya ambayo yanaibuka kwa sasa sasa, uh, eh, so, pamoja na hayo ukumbuke pia uh, WHO pia inasaidia sana katika upatikanaji wa chanjo hizi, chanjo ambayo tunawapa watoto kupitia shirika lake la Gavi, inasaidia katika kutengeneza chanjo mbalimbali na kuweza kuzikusanya na kuhakikisha kwamba nchi zetu zinapata chanjo kwa wakati. Kwa hii inaweza ikatuathiri sana, magonjwa yale ambayo ambayo yamezuilika kwa muda mrefu na chanjo yanaweza karudia kama kifua uh, eh, kifua kikuu kifua inaweza kaongezeka kwa kiasi kikubwa, kifaduro, dondakoo, tetanus na kadhalika. Kwa hiyo ni lazima lazima tuweze kuchukua hatua madhubuti sana. Ni Dkt Elisha Osati, mwenyekiti mstaafu wa chama cha madaktari Tanzania, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Umewadia sasa wakati wa kuyasikia yale ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Bila shaka, Tatu Karema una mengi. Uh, sikosi sikosi mm. Sudi mm. Lakini wacha nianzie kwenye kandanda hivi sasa mm -hmm. Na ni kwamba kuna orodha mpya ya vilabu tajiri zaidi duniani ambayo imetangazwa, lakini Manchester United haionekani kileleni, na Manchester United iliyoshikilia nafasi ya pili mwaka jana kwa utajiri na kushikilia nafasi mbili za kwanza kwa zaidi ya miaka kumi na tano. Mwaka huu imeshuka hadi nafasi ya nane. Hili Sudi, halijawahi kutokea. mm. Na kwa mara ya kwanza Man U ameshindwa na Liverpool, Manchester City na Arsenal katika orodha ya timu zinazoingiza fedha nyingi Uingereza. Kwa sasa Liverpool iko kidedea kwenye mapato nchini Uingereza baada ya kushinda ligi msimu uliopita. mm. Na miamba wa soka wa Hispania Real Madrid wameendeleza orodha ama kuongoza orodha hiyo wakiandikisha mapato ya pauni bilioni moja nukta sufuri moja tatu sijui ukipiga hesabu haraka haraka ni ngapi hizo ikiwa na, na ni mapato ya ada za kutazama mechi uwanjani milioni eh, mia mbili tisini na mbili mapato ya ada ya matangazo ya mechi na milioni mia tano kumi na nane ni mapato ya matangazo ya biashara yaani mchezo huu na pesa sana kuna pesa za kutosha Aha, hmm. tumechelewa nini? <laughs> ah, bado tafuta maarifa mengine kuendeleza vipaji kwa mfano afrika kenya mm-hmm unaweza ukamleta mtu hapa akaja kupiga soka. uh -huh. Basi wewe ukatajirika kama mratibu wa shughuli za soka za kijana huyo. Mm -hmm. Hapa kwetu DW Kiswahili uh, Facebook, Instagram, YouTube na TikTok tumechapisha kazi nyingi ambazo pia mfuatiliaji wetu anaweza kujionea kama vile video, makala na ripoti ambazo zikupata nafasi ya kuweza kupeperushwa hewani mm. na kuna video moja sudi katika mtandao wa Facebook na Instagram ambapo waziri wa ziru, mambo ya nje wa Ujerumani Johan Vadepul alikuwa ziarani nchini Kenya, anaonekana akipikapika chapati, eh, kipika chapati pale katika mtaa mmoja jijini Nairobi mm. video ambayo imevutia maoni na hisia nyingi nikitaja tu mawili matatu mc uh, notabeni Manuel Mwakamala, mkazi wa Kela Mbea, anasema hili uh, ndio inaitwa ama hii ndio inaitwa kazi kwa vitendo. Binafsi nimeipenda ila sijui yajayo kama yanatija. Na Kiguru Nganga anasema mbwembe zilizoko Kenya ni kali sana, hadi waziri amejisikia ni kama yuko nyumbani, ikabidi pia yeye aingie jikoni aweze kusaidia mwenyeji na mimi nataka wewe uje uitambulishe chapati hapa. Nadhani Wajerumani wataachana na mikate kujua wa ametengeneza nini. Sasa wanaambia ile ya uh, mheshimiwa waziri ndo hii aasajoni. <laughs> muonjeleoboni tatu, muda uturuhusu tusome ujumbe katika ukurasa wa Instagram hapa. Emmanuel Tarakwa anasema kutoka, uh, uh, uh, kutoka kwake Trump kuna tufunza tusije kumtegemea mtu mwingine. Athumani Kagomba anasema kutokana na sintofahamu ya sera za Trump kuhusu Ulaya na migogoro ya Urusi na Ukraine inasababisha hali ya sintofahamu pia. na Somado Pamidu anasema yeye akiwa Dodoma huko Tanzania, anasema mazungumzo hayo na maamuzi sahihi kwa Ulaya, maana amani ya kweli huletwa kwa mazungumzo na sio mtutu wa bunduki Mwalimu Malali anasema kujitoa kwa Marekani katika shirika la afya duniani sio suluhu. Muhamed Musa akiwa maeneo ya Mwanza anasema kauli zake Trump zitasababisha hali ya sintofahamu uh, ya na katika chaneli ya YouTube namwona nani huyu mtegeki Elias y anasema anaitegea sikio DW nikiwa Kampala Uganda, Mathius uh, uh, Richard wa Bukoba Tanzania anasema ni vyema serikali ya Tanzania iwasikilize baraza la wazee. Elia Bahati anauliza kwa nini viongozi wa Afrika wanatumia mabavu? Nini maana ya demokrasia? Amfrey Masi wa Singida Tanzania anasema hakika Marekani na Trump inakimbiza dunia, mara Venezuela, mara Greenland, mara mashariki ya kati, mara ushuru, alafu kamalizia du <laughs> na mami namlacha <laughs> ama nieli macha akiwa Arusha, naona minamlacha, tumemzoea sana hapa hmm. Anauliza Rais Museveni, mbona unaonyesha mfano mbaya kwa viongozi wengine barani Afrika kwa kukandamiza demokrasia? tatu karema tuwaaje eh, wasikilizaji wetu na wanaotutazama tu, lakini wasikose kutusikiliza tena kesho saa kumi na mbili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wengine waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri. Yeah. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite, Badri 8 Utelsat 8WB Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni